Kama kiongozi niende nikibeba ni kibunda cha pesa nikioneshana. Tuna- tunajua hata kwa runinga zetu tuliona ena, sijui kama ni Baringo ama ni wapi, what took place. It's high time we listen to the voice of mwananchi, na tufanye vile mwananchi anasema because I know 2027 will not be things as usual. Tukikataa kustyle up, there are consequences. Tumeanza siasa za, za, za vyama ni sawa, lakini je, ni mda unaofaa? Je, tumejitafakari ya kutosha? na je, tunataka nini Kenya wetu iwe kesho? Tunataka wa, ma, maaskofu wametolea Kenya tuipendayo ni Kenya ambao mwananchi halalamiki, haumizwi, haogopi, anafanya kazi yake kisawa. So tunaomba jamani, tujaribu tuwezavyo vile kwamba Kenya irudi hali ya, hali ya kazi, hali ya kushirikiana na hali ya makundi mbalimbali wakiungana, si kwa vita, iungane kwa ukweli na usa